Na mtazamaji wa Trend TV bwana, hatimaye ule mkutano ambao Zailisa alitangaza jana kwamba atafanya press conference na waandishi wa habari e, tayari umesha happen, ume take place leo majira ya saa tano na tumepata nafasi ya kupitia na kutazama kile ambacho amezungumza. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kukupa highlight, e, au vitu ambavyo ni point ambavyo huyu dada alivizungumza katika mkutano huo na waandishi wa habari, kama ulipitwa au kama umefuatilia lakini kuna baadhi ya vitu labda vimekupita, niko hapa kwa ajili ya kukurepresent na kukuelezea jinsi ambavyo mkutano huo ulivyoenda. Na mwigizaji huyu wa filamu kutokea nchini Tanzania Zailisa, mapema kabisa leo aliwasili maeneo ya Serena Hotel jijini Dar es Salaam katika mkutano wake ambao alitangaza tokea jana, na hii ni mara tu baada ya kutengana na aliyekuwa mumewe Haji Manara. Ni kwamba Zailisa akaitisha mkutano na waandishi wa habari kwa ajili ya kuzungumza baadhi ya vitu na waandishi wa habari, lakini pia kwa ajili ya kuintroduce huduma au product ambayo au kampuni ambayo ameingia nayo ubia, tunaelewa kabisa kwamba haya makampuni wakiona kwamba mtu anazungumziwa anafuatiliwa na trend, lazima watasogea kwa ajili ya kukupa sponsorship ili watangazie biashara yao. Na hicho ndicho ambacho kimetokea eh, kwa bibie Zailisa mara tu baada ya ku trend kuhusiana na hili sakata la yeye kuachana na Haji Manara, kuna hiyo kampuni hapo imemwa approach, kwa hiyo akaitisha mkutano kwa waandishi wa habari kwa ajili ya kuipromote, lakini vile vile kuzungumza kuhusiana na vitu ambayo vinaendelea katika maisha yake kwa sasa, hususan baada ya taarifa kuwa rasmi kwamba yeye na Manara Eh, mahusiano yao yamekwisha. So, ni kwamba katika mkutano huo waandishwa na waandishwa habari, eh, ni kwamba akiwa kwenye gari ya kifahari Mercedes Benz G Class, yani G Wagon, ndio hiyo aliyoingia nayo. Of course, Zailisa bwana aliingia na gari kali kabisa ndinga pila haswa, lakini ya mwezi G Wagon ndo aliingia nayo pale Serena Hotel jijini Dar es Salaam. Na ndinga hiyo kwenye plate namba bwana iliandikwa jina la Zailisa One, hali ambayo imefanya wengi sana wajiulize kuwa mwigizaji huyo amenunua gari hiyo au amekodisha tu. Meona bwana, eh? Lakini pia vile vile ni kwamba presi hiyo ilifanyika siku ili, ili, e, press hiyo ikiwa ni siku chache tu baada ya kuachana na mume wake e, semaji la dunia Haji Manara. Kiukweli ni presi ya aina yake, kwani kila ki mmoja alikuwa anatamani sana kusikia Zailisa ataongea kitu gani, aidha pia vile vile amepata ubalozi au, ana, au amepanga kuongea mambo kuhusiana na ndoa yake kuvunjika au vyote kwa pamoja, umeona bwana, so hivyo ndivyo situation ilivyo. Lakini pia vile vile e, Zailisa bwana amejibu, ametoa majibu kuhusiana na baadhi ya maswali ambayo alikuwa anaulizwa, hususan alivyoulizwa kuhusiana na inshu ya kuwanyima chakula watoto wa Haji Manara. Hiyo ni moja kati ya maswali ambayo aliulizwa, maana hizo ndo shutuma mojawapo ambazo zilikuwa zimesambaa mitandaoni na ndicho kitu ambacho inasemekana kwamba ndo ilikuwa papasi ya Manara kushindwa kuvumilia eh, kuendelea kuishi na Zailisa akidai kwamba issue ni kwamba Zailisa yeye ana hiyo tabia ya kuwanyanyasa watoto wake kiasi kwamba kuwanyima chakula, jambo ambalo yeye ameshindwa kuvumilia na kuamua kuachana naye. Eh, umeona bwana. So Zailisa amejibu kuhusiana na hiyo issue yeye mwenyewe directly, eh, pale pale, wakati anazungumza na waandishi wa habari, ambapo ye mwenyewe Zailisa alivyoulizwa hilo swali akasema kwamba siwezi kuongelea, no comment. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hapa kuna peji imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba alichokijibu Zailisa kuhusiana na kuwanyima watoto wa Haji Manara chakula ni kwamba amesema siwezi kuongelea no comment. Lakini pia vile vile swali jingine ambalo amezungumza yeye eh, mwenyewe Zailisa ameeleza kwamba kwa sasa hivi bwana hayuko kwenye ndoa na amepumzika kuhusiana na issue ya mahusiano yaani hayo ni maamuzi ambayo yeye mwenyewe personally ameamua kuyafanya. Unaambiwa kwamba Zailisa bwana amethibitisha kuwa ni kweli kwa sasa hivi yuko tena kwenye ndoa na Haji Manara, na kuhusiana na, ku, na kuchumbiwa tena amesema kwamba anapumzika eh, ku kujihusisha na mambo ya mahusiano ya kimapenzi kwa sasa hivi. Kitu ambacho atachokiona kutoka kwake ni kufocus na kazi pamoja na biashara, basi hakuna tena issue za mapenzi kwa sasa. Umeona bwana eh? Hicho ni kitu ambacho Zailisa bwana amejibu, lakini pia vile vile alikuwa anasimamia eh. Lakini pia vilevile vile watu walikuwa wanataka kufahamu kwa sababu katika biashara nyingi sana ambazo Zailisa alikuwa anafanya au brand ambazo alikuwa anashirikiana nazo kwa kipindi kile ambacho yuko katika mahusiano na Manara, ni kwamba tulikuwa tunaona almost katika kila press Conference lazima tutamuona Zailisa akiwa na Manara. Je, Manara ndo alikuwa meneja wake au Manara ndo alikuwa anampa hiyo michongo? Na je baada ya yeye kuachana na Manara, je ni kwamba e, kuna baadhi ya madili yatapungua kutokana na kwamba hayuko tena katika relationship na Manara, kuhusiana na kuwa upande wa kimikataba meona e? Kwa sababu tunakumbuka kwamba kuna kipindi ambacho e, kuna kipindi ambacho Manara alitaka kumfunguliaga kesi Maimatha akidai kwamba anaharibu brandi yao, kwa sababu wao ni watu ambao wanashirikiana katika kila kitu na kuna mikataba ambao wameingia wakiwa wawili kama wapenzi. Kwa hivyo basi kuzungumza, yani kwamba huyu Maimatha kuuzusha kwamba wameachana ilikuwa inaharibu biashara zao, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, so Binti ameulizwa kwamba je, kwa, kwa sasa hivi je, Manara baada ya kuachana naye kuna baadhi y ya, yani biashara zake au mikataba ya deals ya ambazo alikuwa anafanya nazo kazi na makampuni mbalimbali zimeteteleka kivyo vyote, kwa hiyo yeye mwenyewe. Zailisa ameweka hilo swala wazi akasema kwamba uh, Manara alikuwa anamsimamia kama mke wake na sio swala la kimikataba. Umeona bwana, Manara alikuwa anamsimamia kama mke wake kwenye kazi zake. Hicho ndio kitu ambacho amekizungumza Zailisa. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kuachana na Manara, yeye anaweza akaendelea na mishe zake, kwa sababu hakukuwa na, na maandishi yoyote yale kwamba labda Manara anakata au kuna pasenti anachukua au vipi. Hakuna, mambo hayakuwa hivyo, lakini pia vile vile, kitu ambacho amesikika Zailisa akizungumza amedai kwamba ndoa sio mbaya, ila ni kwamba msikurupuke kuingia kwenye ndoa. Umeona bwana, hiyo ni moja kati ya, hiyo ni moja kati ya eh, vitu ambavyo amewaadvise watu, kwa sababu kwa haya aliyomkuta au haya aliyotokea katika mahusiano yake ya ndoa, yeye pia Zailisa ameamua kutoa kama ushauri kwa wanawake wengine ambao wanataka kuingia katika ndoa kwamba ndoa sio mbaya, lakini wasikurupuke kuingia kwenye ndoa. Labda hii kwa upande wake yeye, anaona labda yeye alikurupuka na ndio maana mambo hayajawa vile alivyokuwa anatarajia. Mambo yamekuwa chembole ndani ya mwaka tu, ndoa chali, umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile, hata kampuni ambayo Zailisa alikuwa ameenda kufanya nayo kazi au kuipromoti kwa siku ya leo imetoa shukurani. E, wametoa shukurani na wameweka wazi kwamba watakuwa wachoyo wa fadhila wasipowashukuru, uh, wasipomshukuru aliyekuwa mume wa Zailisa. Umeona bwana eh, mambo ni mazuri kabisa eh, Zailisa bwana, leo ikiwa ni Aprili 12, 2025 katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam, Zailisa ameongeza mkataba mwingine mpya kupitia kampuni ambayo kwa sasa hivi anafanya nayo biashara kwa mwaka huu hapa 2025. Ikumbukwe pia kwamba Zailisa bwana alishafanyaga kazi na kampuni hiyo ambayo leo alikuwa ameenda tena kuipromote na kuongeza na kuongeza nayo mkataba mnamo mwaka jana, akiwa kama mke wa Haji Manara, mkurugenzi pia wa kampuni hiyo ame Uh, ni kwamba mkurugenzi wa kampuni hiyo pia ametoa shukurani mpaka kwa Haji Manara mwenyewe kutokana na ushirikiano wake uh, kwa kipindi ambacho walichofanya, na walichofanya kazi na Zailisa kama balozi wao, japokuwa kwa sasa hivi hawako katika mahusiano, lakini ndio hivyo, ameamua kuongeza mkataba na Zailisa kwa kipindi hiki ambacho Zailisa tayari yuko single. Umeona bwana, so hivyo ndivyo situation ilivyo, na hiyo ndiyo habari ambayo imetokea katika